Jeshi la Polisi Mkoa wa Tanga linamshikilia Hassan Mwakinyo, miaka ishirini na tisa, mkazi wa Sahare jijini Tanga, kwa tuhuma za kumjeruhi na kumshambulia Mussa Ally ambaye ana miaka ishirini na moja. Huyu ni mvuvi mkazi wa Sahare jijini Tanga. Tukio hilo lilitokea siku ya tarehe nne mwezi wa tatu, ishirini ishirini na tano, huko nyumbani kwa Hassan Mwakinyo. Uchunguzi wa shauri hili unaendelea, ukikamilika mtuhumiwa atafikishwa mahakamani. Jeshi la Polisi Mkoa wa Tanga linatoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu, sambamba na kuacha kujichukulia vitendo viovu, hasa matukio ya kujichukulia sheria mikononi, kwani kufanya hivyo ni kosa la jinai. Kumekuwepo na tuhuma mbalimbali mbali, zi ambazo zinamtuhumu Hassan Mwakinyo kwamba amekuwa akifanya vitendo siku za nyuma Jeshi la Polisi tunaendelea kufanya uchunguzi juu ya tuhuma hizo, na kama mtu yoyote ana taarifa yoyote ya tuhuma hizo za nyuma, basi alete, jeshi la polisi litashughulikia.